Ni mkasa wa moto unaosadikiwa kuanza alfajiri na kusababisha uharibifu mkubwa wa mali na nyumba za makazi, watu wanne wakiaga dunia katika mkasa huo wa mauti, huku wengine kadhaa wakikimbizwa hospitalini wakiwa na majeraha ya moto kwa viwango tofauti. Mi naitwa Justus Kivuti, mi nilikuwa ninakaa hapa. Achoma nyumba yetu mpaka bibi yangu mpaka sahizi, juu yako wapi. Watoto ndio niko nao make, nimemtafuta mpaka sahizi sijamuona zaidi ya waathiri wa mia tano walioachwa wa bila makazi wakidokeza kwamba moto huo ulienea kwa haraka kufuatia mlipuko wa mitungi ya gesi iliyokuwa kwenye baadhi ya nyumba za makazi. Naisha hapa South B. Ilikuwa saa nane usiku mimi nashtukania kwa usingizi. Nimeshtuka kwa usingizi nishtukania moto. Unasikia jirani anasema moto. Na na kuamka naangalia mbukana kwa nyumba yangu imeshika moshi, hakuna kitu nimeokoa, nimetoka tuna watoto wangu na mzee ametoka na vest na kinyasa na ye ni asola ana, ana mm, kazi yoyote. Ninajua ni wanne e, kuna, kuna wawili walikuwa hapa hivi walikuwa wameshikana wamejifunika blangeti, sasa walikufa tu hivyo kama wameshikana. Kuna wengine nilipata pale saa kumi na mbili nikatafutia mamangu usingizi, nao walikuwa wamewekwa kwa ngari, mtoto na mzee Hey, ni watu wengi kutoka huko chini mpaka huko kuelekea na komasho, ni watu wengi hatujui, hatujui chanzo cha moto mahali ilianzia. Baadhi ya familia zikuwatafuta wapendo wao ambao wa hadi kufikia sasa hawajulikani waliko kufuatia mkasa huo, huku wakiilaumu serikali ya kaunti ya Nairobi kwa kushindwa kujitayarisha ipasavyo kushughulikia majanga. Na nyuma yetu kulikuwa na ngoropa mbili, so wakati moto ilizika ngazi ya kwanza ikalipuka ikalipuka kwa nyumba juu ikashuka kwa nyumba ingine hapa nyuma ya mambati. So hiyo nyumba ya mambati ndio imeshuka, na watu wawili wenye wamiokoto hapa wakiwa maiti. Na kutoka hapo ukalipuka ngazi zingine ine, sasa ila moto ungesambaa utufikia lakini hizo. So ngazi zote zililipuka, ilisababisha hiyo moto kuchoma mahali imechoma yakijeri hayo. Shughuli za kutafuta watu tisa wanaoaminika kufunikwa na udongo kufuatia maporomoko ya ardhi eneo la Chesongoch kaunti ya Elgeyo Marakwet inatarajiwa kurejelewa. Hii ni baada ya kuagwa na kuzikwa kwa mili ya watu 31 waliofariki baada ya kufunikwa na maporomoko ya udongo mnamo Oktoba 31 mwaka huu. Majeruhi watatu maporomoko hayo wangali wanapokea matibabu. Nikiripoti kutoka jijini Nairobi, jina langu ni Duncan Maichi, YTV.